Mpaka na uchaguzi humu nchini, IEBC imeendelea na maandalizi ya chaguzi ndogo katika maeneo mbalimbali humu nchini. Katika eneo la Mbeere Kaskazini, maafisa wa IEBC wamewahakikishia wananchi kwamba uchaguzi utakaofanyika utakuwa wa huru na haki, huku viongozi wa kidini na maafisa wa usalama wakitoa wito wa kuwepo kwa amani. Chaguzi hizi zinafanyika katika maeneo tofauti yakiwemo Magarini, Baringo, Chwele, Chewani momo, Muumbuni North na maeneo mengine. Fred Wambua na taarifa kamili. Huku chaguzi ndogo katika maeneo mbalimbali nchini zikitarajiwa kufanyika siku ya Alhamisi baada ya kampeni kutamatika hapo jana, maandalizi ya upigaji kura katika maeneo na vituo husika yameanza rasmi. Katika eneo la Mbeere Kaskazini, hakikisho la kuandaa uchaguzi wa haki limetolewa na maafisa wa IEBC, akiwemo afisa mkuu Marjan Hussein Marjan, kwani mafunzo murwa yametolewa kwa ya maafisa watakaopigisha kura What

Katika kaunti ya Bungoma, mwenyekiti wa tume ya IEBC Grace Rono amesema tume hiyo iko tayari kuandaa uchaguzi kwa amani katika eneo la Chwele Kabuchai, huku pia akiwataka wakazi wa eneo hilo kuwa watulivu wakati wa zoezi hilo.

station. Kamishna wa IEBC Alutalala Mohana amewahakikishia wapigaji kura katika kaunti ya Turkana kwamba usalama wao utaimarishwa ipasavyo na maafisa wa polisi kuongezewa kuhakikisha zoezi hilo linafanyika ipasavyo. Usalama. Mipangilio tuliyoiweka katika maeneo haya yote 22 ni kwamba kuna usalama ambao umewekwa kwa hali ya juu. Kuna askari ambao wako kwenye sare, kuna askari wa ziada ambao hawako kwenye sare, ili mradi ana vyombo vi, vyote vya usalama vimehusika, na tuna imani kwamba yote atakuwa salama. Watu wa Hola wamekuwa watu wa amani, wa wanapishana huku na huku lakini hakuna mtu nimesikia amezozana na mwenzake, amepigana na mwenzake. Tudumishe hiyo, tuanzie hivyo. Hola ni yetu baada ya kura, kabla ya kura na baada ya kura. Kwingineko, viongozi wa kidini na pia maafisa usalama wa usalama wamewataka wananchi kudumisha amani, kwani kuna Kenya baada ya uchaguzi, nao viongozi wakitakiwa kuhamasisha wananchi na kuheshimu uamuzi utakaotokea. Ningewaomba sana wakazi na those political leaders or those candidates to maintain and tame their people na wajua kwamba leo Kenya bado iko kesho, Kenya iko na bado tutahitajiana siku za usoni kama jamii ya wananchi wa Kenya. Amani ikikosekana hakuna kitu ambacho kwamba tutafanya, hata kwenda misikitini na makanisani hatuwezi, kwa sababu amani imevunjika. Kwa hivyo tufanye uchaguzi wa kiungwana. Fredrick Wambua, Undugu TV.